Kurunzi Live, mtazamaji, ninakukaribisha sana kwenye mjadala wetu huwa leo ambao tutaangazia mambo yanayohusu mitandao ya kijamii lakini tutakwambia zaidi hapo baadaye. Mimi ni Lilian Mtono, karibu sana. Wa hapa studioni na Tatu Karema. No. Karibu sana. Shukran sana, Gillian. Tatu, mitandao ya kijamii imekuwa na nguvu kubwa sana siku zote kote ulimwenguni, na hasa katika nyakati hizi. Na ukitaka jambo lako lifike mahali haraka na tena liwafikie wengi tena kwa muda mfupi, tumia mitandao ya kijamii. Najua nawe ni miongoni mwa wale wanaopenda kutumia sana mitandao ya kijamii, Tatu. No. Kwanza ni vitu gani ambavyo unapenda sana kuvituma mwenyewe anasema kuposti kwenye mitandao ya kijamii? Na unatumia zaidi mitandao gani? Kwa kweli napenda kuposti mengi, mm -hmm. ama kutuma vitu vingi katika mitandao kwanza, mm -hmm. kuhusu mambo yangu binafsi tu, napokwenda kutembea mahali mwenye, napenda tu kujulikana kwamba check in, nimefika mahali fulani, nimeenda mahali fulani, nimeona kitu kizuri ili mm -hmm. mradi tu ujue nime tembea Kiko tembea, yeah. yeah. na saa zingine pia kuna maudhui mengine napenda kutoka kwa kurasa za watu wengine, kwa hivyo pia napenda kuziona, nataka kushare mm -hmm. katika ukurasa wangu, kwa hivyo ni mengi tu, na tumekuwa tukishuhudia kwa kiasi kikubwa eh, kwamba jamii sasa imegeukia mitandao ya kijamii. Wafanya biashara wanatumia mitandao ya kijamii, wanatangaza biashara zao, wasomi, wanasiasa, wanaharakati na hata wanafunzi wanatumia sana mitandao ya kijamii, vyombo vya habari pia watu wengi saa hizi e, hata kama sisi, kwa mfano, kabla ya kwenda hewani ile saa saba ama saa kumi na mbili mm -hmm. kwanza tunaweka mm -hmm. kwenye mitandao yetu ya kijamii habari zetu kwamba tuna hiki, tuna hiki tayari watu wanaanza kujua leo tutakuwa na kitu gani. Na madaktari pia, naona siku hizi pia baadhi ya madaktari wanatumia sana mitandao ya kijamii, ingawa e, wanasisitiza pia kwamba hayaishi hapa, usitegemee hiyo, unafaa kwenda hospitali pia. Zaidi usije ukaanza kujitibu wewe mwenyewe. Oh, Ndi, Ndi, ha. mm -hmm. Hii ndio nguvu ya mitandao ya kijamii ambayo tutazungumzia leo, na nakumbuka tayari tulishawauliza wenzetu, wafuatiliaji wetu, kwamba wanaonaje hii nguvu ya mitandao ya mitandao ya kijamii, ifike hatua idhibitiwe ama watu wawe huru tu. Tatu, kwa mfano wewe unasema umekuwa ukitumia sana mitandao ya kijamii mimi situmii, mm -hmm, naweza kusema old school. Unaishi katika dunia gani? Ndio naishi kwenye dunia hii. Na mimi niko nyuma yenu ya yeah, kwa hiyo mimi natumia sana, sana mitandao ya kijamii nikiwa kazini kwa sababu nalazimika. mm -hmm. Tofauti na hapo hunipati kokote kule Tatu eh. siwa karne hii naweza kusema, <laughs> <Ni> karne hii <laughs>, lakini mitandao ya kijamii nadhani naweza kusema imenishinda, imenishinda kwa sababu ya mambo mengi, wanakwambia mtandao hausahau hausahau, kweli. Ogopa internet wanasema, mm -hmm. na Mungu, hivyo vitu viwili mimi niliheshimu hilo tangu zamani. sasa, sasa... katika kutosahau, mm -hmm. inategemea kwanza ni mudhi gani unachapisha mbota hofia kwamba, mm -hmm. unaposonga mbele kimiaka, mm -hmm. itakuja kukumbusha wakati fulani, lile nilifanya kitu fulani na fulani na fulani, unajua... inategemea matumizi. Unajua wangapi wanajutia sasa hivi? tatu wako wanajutia, no mm -hmm. na wako wanofurahia sasa, zingine yeah. inakupa kumbukumbu -kumbu ya vitu ambavyo ulikuwa umesahau, mm -hmm. labda watu wengine wameshakwenda mbele za haki ulikuwa nao wakati fulani, inakuletea. Kwa hivyo ina mazuri yake na pia ina mabaya yake. Nakubaliana na wewe, hata sikatai. Eh, mimi ninachofurahia kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kuna vitu vingi pia najifunza. Sasa nyingine hata unajifunza sio, tunafundishwa hadi kuvaa kwenye mitandao, kila kitu kikitaka. Soko huru pale, unaambiwa utakacho unakipata, na unaweza. Wengine wanakuambia unaweza ukapata hata PhD kwenye mitandao ya kijamii ukitaka kuitumia vizuri. Wewe sasa, wewe narudi kwako imeku ime kufaa vipi? Naomba unikumbushe tu kitu kimoja tu ambacho tukumbuka. Kwa kweli mitandao ya kijamii kwangu imenijenga zaidi kuliko kujutia. Mm. Mm. Kwa sababu um, kuna tafiti nyingi ambazo zimefanywa katika mitandao ya kijamii. Ndio hayo, lakini si kwamba nasema tuwe madaktari sisi wenyewe. Kuna shida shida ndogo ambazo unaweza zipata kiafya ukakimbia pale, ukaandika haraka haraka. Unaposikia hivi, unapokuwa na dalili hizi, unapokuwa kitu kama unapata ile unasema ni kuna tiba ya haraka kabla huja kwenda kuna kuhitajika. Kuna vitu mm, unasahau ama unataka ufahamu wa kitu fulani mm, unaenda kuuliza kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kitu fulani ni vipi na vipi? Mm, unapata kidogo uh, mambo yaliyoandikwa kuhusiana na kitu ambacho unatafuta mm. Kuna mapishi mm, tunajifunza tu siku hizi ukienda YouTube katika mtandao wa ati, nini ambacho utataka kupika usiweze kupika, mm. ukiangalia yale, kuna recipe nyingi sana pale. mm. Kwa hivyo mengi tu mazuri yamo katika mitandao ya kijamii ambayo yamenijenga mimi binafsi. mm. Kwamba ukijisikia tumbo linauma kakoroge maji ya ukwaju, changanya maji ya chumvi na sukari kidogo, eh. <laughs> Tiba ndogo ndogo ndogo tu inasaidia kwa kweli. Lakini kwa upande mwingine ni wanaharakati, na hapa ndipo hasa tunataka tubakie tatu. Harakati nyingi zimekuwa zikiendeshwa kwenye mitandao ya kijamii na hizi ndio huzua sasa sintofahamu kati ya mamlaka okay, na watumiaji wa na ndio hapa sasa utaanza kuona mara mtandao wa kijamii umefungiwa mara imedhibitiwa, mara utaanza kuona ah, mtandao fulani huwezi kuingia mpaka uwe na VPN, ama majukwaa yanafungiwa kabisa. Sasa hatua kama hizi tatu, kulikoni? kuna ndio mjadala wetu hasa. Kuna haja ya kufungwa? Kuna haja ya kudhibiti? Na hasa inatokea katika nyakati fulani, hilo tukubaliane. Tunaenda kwenye uchaguzi, mambo yanaanza taratibu taratibu taratibu, ukisogea kabisa, uh, unashajua yamefungwa. Kama nilivyotanguliza mm, kusema mitandao ni mizuri, na mara nyingi unasikia uh, vyombo vya vyom habari vya jadi, televisheni, radio, mara nyingi unasikia habari tunazijua katika mitandao ya kijamii kabla tuzisikie kama Kenya tutasema uzisikie saa moja usiku ama saa tatu usiku katika televisheni vitu mm, kama hivyo mm. Breaking news zote unazipata katika mitandao ya kijamii kwa hivyo mbali na uhuru ambao vyombo vya ama mitandao ya kijamii iko nayo mm, na yale mengi tunayojifunza, lakini nadhani kwa kiasi fulani pia kuna haja ya kuweza kudhibiti. Uh, mitandao okay. Hii kwa sababu uhuru haumaanishi kwamba unaweza kuchapisha chochote mm -hmm. Unaweza kusema chochote mm -hmm. cha kujenga na cha kubomoa, cha kuchochea na cha kuhamasisha watu. Lazima kuwe na kiasi katika kila jambo ambalo linatendeka. Kwa hivyo hata katika matumizi ya mitandao ya kijamii ndio, kila raia atasema kuna uhuru wa kujieleza, kuna uhuru wa kuzungumza kila mtu ana uhuru wake, lakini uhuru huu usivuke sheria na kanuni ambazo zimewekwa, ambazo baadaye huenda ikageuka ikani hasara. Lakini mm, unajua saa nyingine uh, uh, uh, sheria kanuni, uh, zilizowekwa uh, kwa watumiaji wanaweza wakaona hata hii sasa, hii wanatuzuia. Inategemea, inategemea na maudhui, kwa sababu kama sheria unaona inakutatiza, mm, imekutatiza kivipi? Ilikuwa inajaribu ku zuia nini hasa, kwa sababu serikali mbali na kwamba inaweza kutumia mitandao hii, mi naweza kusema kwa njia mbili tofauti. mm -hmm. Kwanza inaweza kutumia kama mawasiliano ya pande mbili kutoka kwa serikali kuelekea kwa mwananchi wa kawaida, pale kuna ile hali ya kujibizana, kufahamishana na kuelezana, na pia serikali ina jukumu wakati huo huo kudhibiti, kuona kwamba hii mitandao, maanake watumiaji ni wengi, Lilian mtumiaji asi asiingiliwe haki zake katika ku, ku, matumizi haya ya mitandao ya kijamii. Mtu mwingine asimwharibie mwingine sifa, mtu mwingine asichochee mwingine kufanya maovu dhidi ya serikali katika kile wanachoamini kwamba ni sawa. Maanake kuna taratibu za kufanya mambo tofauti tofauti, lakini unajua hapo sasa ndio mgongano unakuja kuwa mkubwa zaidi mm -hmm. kwamba mimi kama mwananchi nadhani hii ni haki yangu kuna serikali nyingine ambazo eh, haki haki ya kufanya nini kwanza kabla kuendelea, hicho ah, ninachotaka kukichapisha kwenye mitandao mm -hmm. ya kijamii, nataka kuchapisha kitu fulani na nadhani nina haki ya kufanya hivyo, lakini mamlaka inasema hata hautakiwi kuweka hivi kwa sababu navyoona mimi mm -hmm. ni kama utachochea hiki na labda kinaweza kikasababisha labda uharibifu, lakini kwa mtizamo wake yeye kiserikali eh, mamlaka mamlaka serikali zinakuaga na vyombo vyake ambazo mm -hmm. mm -hmm. zinasimamia haki yako Lilian, haki ya mwingine, haki ya serikali. Tukisema haki zote zitaanza kuingiliana na uhuru wa kitu chengine, itakuwa si haki tena, itakuwa ni uharibifu. mm -hmm. kwa hivyo, haki yako itumie, ndiyo una haki ya kuitumia, lakini pia kuna haki ya mamlaka kama unavyosema. Najua mamlaka ndo ina, inasimamia sisi sote haki yako, haki yangu, haki ya mwingine mm. Kwa hivyo yako inapoanza kuvuka mipaka na kuleta ile hali ya tashwishi, nadhani kwa upande wangu ama maoni yangu mimi binafsi, kama tatu, serikali ina haki ya kuingilia na kusema mm -mm, mbali na uhuru mbali na haki ikipita hapa itakuwa ina haribu mm. Tuwe na kiasi katika kila kitu kitu, nakubaliana na na wewe, mm -hmm. katika kila kitu. Ni, ni bahati mbaya kwamba tulikuwa na video ambayo ile eh, mwenzetu Imani alizungumza na mkurugenzi e, mtendaji wa jukwaa la Jamii Africa, Maxens Melo. Yeye jukwaa lake limefungiwa kwa muda kwa sababu mm -hmm. ilidaiwa na mamlaka ya TCRA kule nchini Tanzania, ndio inasimamia hayo mambo ya maudhui labda na kwenye mitandao ya kijamii kwamba alichapisha maudhui yenye kupotosha umma. Nilitamani tungesikiliza lakini kwa bahati mbaya e, mtazamaji wetu, hatutakuwa na hii video, lakini tutaichapisha baadaye kwenye mitandao ya kijamii alafu tutaomba utupe maoni yako kulingana na yale ambayo ameyazungumza Maxence, na hasa baada mm -hmm. e, ya jukwaa lake kufungiwa. Basi, kwa sababu hatuna hii video tatu hatutaweza kujadili e, lakini tuliwapelekea swali wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii na maoni yalikuwa ni mchanganyiko. Mm -hmm. e, kwa mfano gwi Ba Samson anasema ni sahihi mamlaka kuwa na nguvu ya kuzuia ama kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kwa sababu watu wengine siku hizi ni kama wamepagawa, alafu Aha. Wile rais wa amani akiwa Arusha ndogo Chato anasema si sawa kwa mamlaka kuwa na nguvu zaidi kudhibiti mitandao ya kijamii kama watumiaji hawatavuka mstari, kwani maisha ya sasa ni ya mitandao, japo watawala wengi wanahofia mitandao kwa sababu wana hofu ya kupinduliwa. Mm -hmm. Katika ile hali ya kuchochea katika he, kwa hiyo wana hofu kwamba pengine naweza mambo yakawa mazito. Umeona kinachotokea Madagaskar, kwa mfano ehe, alipotokea Kenya pia, alianza na mitandao tu mm -hmm. nitakuja pia kuzungumzia tutakuja pia kuzungumzia hilo e, na hasa unaona kizazi kinacho sababisha siwezi kusema kuchochea, kinachosababisha mm -hmm. haya kutokea ni kile kizazi ambacho kinatumia zaidi mitandao ya kijamii, na imekuwa ni sehemu muhimu sana ya kuhamasishana. Hebu kwanza tusome huyu Kigu anasemaje. Kigu Ndula yeye, yeah, anasema watu wawe huru na mtumia ili tuyajue anayofichwa, mm -hmm. Kulingana na kuna mambo yanafichwa, sio? <laughs> mm -hmm. Jeff Major kujimwaga anasema kuzungumzia au kifuchua uongozi ama uozo wa viongozi ni sahihi kabisa. mm -hmm. Na Vid Club, anasema walioko kwenye mamlaka wote ni wadhalimu, kwa hiyo wakiona hasira za raia wao wanamalizia kwenye mitandao ya kijamii huwa wanaingiwa na wasiwasi wa kuondolewa madarakani na wanaamua kuzima mitandao. Unaona oh, sasa maoni ya watu hao yanaelekea zaidi upande mmoja moja. Yes, sasa sijui ni kwa nini. Morgan Sankara anasema naumia sana nikiona mamlaka zinatumia nguvu kubwa kuzima mitandao. Kabanzi Jean anasema mitandao ya kijamii inasaidia sana kupata habari kwa haraka. Kwa hiyo ipewe e, watu wapewe uhuru watumie hiyo mitandao na ya kijamii bila tatizo. Na Saidi Mtata Ndembo anasema kuna mamlaka za aina mbili. Mamlaka ya uovu na mamlaka njema. Mitandao ya kijamii huwa michungu kwa mamlaka ovu, lakini watumiaji wa mitandao wanapaswa kuwa makini na kujiepusha kwa maovu inaweza kuathiri ama kuiangamiza jamii. Masudi food Chinga anasema DW msiwakumbushi, um, watawala wetu wakaweka nguvu <laughs> zaidi kuizuia mitandao ya kijamii, tutakosa kuijua dunia sisi, maana watawala wa Afrika wengi wana roho ndogo, hawasikii kitu mm -hmm. wasige au kujifunza mm -hmm. Imani Tunjira anasema mm -hmm. hakuna jambo linalo kuruhusiwa kufanyika kiholela tu bila usimamizi mm -hmm. Kwake kila kitu lazima kuwe na udhibiti wa aina fulani mm -hmm. na Suka DM guy anasema, hilo ni kosa kubwa kuzuia watu, lakini wakati mwingine inategemea na kitu gani kinazuiliwa kutokana na maadili mm -hmm. Tatu umesikia sasa, kuna wale ambao wanadhani watawala wanaogopa mm -hmm. kupinduliwa, ndio maana wanazuia mitandao wakati mwingine, ama wanaita wenyewe tawala mbovu, ndio maana wanahofia nguvu ya mitandao eh, na mengineyo. Kenya ni moja ya nchi za Afrika. In fact, Afrika Mashariki ambayo ilikumbwa na migogoro kutokana na maandamano ambayo yalihamasishwa na vijana wanajiita jenzia, wao ndo wanasema ndo waasisi wa maandamano ambayo yanaendelezwa mbalimbali kote duniani. Ehe, naona sasa hivi jenzi wame inuka kweli kweli, lakini hatimaye tuliona tuliona mabadiliko tatu yalitokea, ingawa hawajaridhika lakini, kuna kitu na kinaya lile ni kwamba mm. kizazi hiki hiki ndio kile ambacho watu wengi walikuwa nasema hawa watoto wetu ni vipi, mbona wamelala sana? Tunasema siku zote vijana ndio viongozi wa kesho, lakini kesho hii ni kesho ipi? mm. manake huwaoni vijana hao wakishughulika, lakini sasa wamekuja na mwamko mwingine ambao umeanza kutatiza kweli tawala za dunia. Mm. Mm. Mm. Lakini, hebu tufikirie kama kusingekuwa na hii nguvu ambayo tunaizungumzia kwenye mitandao ya kijamii haya mambo yangekuwepo leo? Wewe we unatoka kwa, kwa, kwe, kwa kweli sidhani kama angekuwepo mm, kwa sababu hata wale ambao hivi sasa uh, wanajihusisha ama wana, katika ile uhamasishaji wao katika mitandao mm, sio vijana wote ambao wamefikiwa. Tukitaja jenzi, jenzi, utapata mara nyingi ni wale katika maeneo ya miji ambao wana uwezo wa kufikia hii mm, mitandao ya kijamii mm -hmm. Niambie wale walioko vijijini kusikokuwa na intaneti na mambo kama haya wanajua hiki kinachoendelea sasa. Jiulize kama ingekuwa wanajua, ah, labda hatari ingekuwa kubwa kiasi gani? mm. mm. matokeo yangekuwa makubwa kiasi gani? Lakini unataka kuniambia kweli, kuna kijana leo, ziko sehemu, ziko sehemu za mashambani kabisa ambapo intaneti kwa kweli haijafika na sio mtindo wa kila siku mm -hmm. <laughs> Lakini... Haya, sitaki kuongeza hapo, lakini bado bado wengine wanaohimiza kuwepo kwa udhibiti wakati fulani tatu, na hilo melizungumzia na niliona maoni ya Michael Wibe, anasema mathalani, hauvunji sheria, kwa nini mitandao ifungwe? Na hata ukizivunja ziko mamlaka, kwa nini wasimdhibiti mkosaji wakafunge mtandao ambao utanegusa hata na mimi, nsotumia hata hiyo Facebook, hata hiyo Instagram? Sasa kwa nini athari ya kufunga mitandao wote tupate na wakati wana pengine wanajua ama wanaweza kumfuatilia yule mtu ambaye pengine wanadhani ndio anachosema, linakuwa rahisi kama ni mmoja. Sitaki kumuita mkosaji, yule aliyechapisha akijua ni haki yake mm. inakuwa ni rahisi ikiwa ni mmoja ama wawili au watatu, unaweza kuwafuatilia. Leo hii ikiwa ni uhamasisho umefanywa ambapo kila mtu kulia, kushoto, juu, chini, kati, wote wanazungumza lugha moja uta dhibiti wangapi mm. utawashtaki wangapi mm. kwa hivyo nadhani inapofikia wakati kama huo ambapo serikali imeingia hofu na imeshindwa kudhibiti waanzilishi wa kile kinachoendelea ndo nadhani wanaona mm, hapa tukiacha mambo yatatuvuka ya kimo kwa hivyo inabidi wadhibiti wa, wa mitandao mm. mtego wa panya ambao sasa unashika waliomo na wasiokuwemo na mm -hmm. kwa hiyo tufunge tu watu wasiwasiliani inabidi kwa sababu kwa kiasi kikubwa jua maisha yanasimama kwa kweli ajua mitandao si kuzungumza tu, mitandao pia ni kazi za watu, zinaendelea kwenye mitandao ndiyo. kuna watu ambao maisha yao wanakula kutokana na mitandao mm -hmm. Kuna wale wabuni maudhui, kuna wale wanauza bidhaa zao mitandaoni. Inapofungiwa ni kama kusema wewe leo hii umesimamishwa kwa muda kazi hapa DW, sio au? Mwingine anasema ni sawa na kukata umeme, na wakati minatengeneza barafu, nauza hizo barafu, sasa nafanyaje? yeah. Haya, Tatu, na kushukuru sana, na kushukuru pia mtazamaji wetu kwa kuungana nasi wakati huu, bado tunajadili hili. Najua wengi wanaguswa linapofika swala la kutumia mitandao ya kijamii. Tafadhali endelea kutuandikia na utupe mtazamo wako kuhusiana na je, hatua kali ziendelee kuchukuliwa, eh, katika udhibiti wa matumizi ya mitandao, ama sasa ifike hatua kwamba basi walengwa ndio walengwe kwenye hizi hatua zinazochukuliwa na mamlaka dhidi, eh, ya watumiaji wale ambao tunaweza kusema wanania ovu kupitia mitandao ya kijamii. Haya, tunaendelea kusubiri kusubiri maoni yako. Mimi ni Lilian Mtono, mwenzangu ni Tatu Karema. Tunakuaga kwa heri.